Naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa ajili ya kutujalia mzee ambaye tunaye leo. Bila Mungu sidhani kama kuna kitu kingine chochote. Lakini pili niombe kwa unyenyekevu mkubwa sana. Nimshukuru mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama kwa kufanya ule mchakato mpaka majina yetu yakarudi. Mheshimiwa Rais ameupiga mwingi sana lakini, tatu, napongeza ni nyinyi madiwani wa Chama cha Mapinduzi ambapo sisi tumepata kibali ya kuwa viongozi wenu kupitia mchakato ule za ma maoni, wa kura za ndani za maoni. Waheshimiwa madiwani, na washukuru sana, Mungu awaongoze. Ni shukuru familia yangu, mke wangu na watoto wangu, madam, na shukuru sana, na watoto wangu wako wapi jamani? Sisi, mpo, simameni tu jamani, kweli hawa ni watu walinipa moyo sana na niseme kwenye maendeleo yoyote, bila familia mambo hayaendi. Kuna saa nilikata tamaa, lakini wakasema, baba nenda, mtoto wangu nakupenda sana, i love you so much, asante. yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> ninaomba niseme mambo machache. Jambo la kwanza nilitangulia kusema awali, baraza letu hili, mimi kwa sababu ni meya kwa mara ya pili, ninaomba niseme tutaanza pale tulipomaliza kwenye baraza la 25 la 2020, 25. Ni katika baraza lile ambayo imefanya miradi mikubwa, miradi ya kimkakati ambayo haikukamilika. Mheshimiwa madiwani, tuki tumesaidia kwenye baraza, naomba tuanze hapo tulikoishia. Tuna jengo la jiji halijakamilika, tuna stand ya bondeni haijakamilika, kuna soko la Kilombero pia haijakamilika, soko la kwa Mrongo halijakamilika, eneo la mapumziko la bonde la Mtotemi haijakamilika, uwanja wa Arusha Sports Complex kule bondeni city haujakamilika, lakini vituo vya afya, barabara na miradi mingine. Kwa hiyo naomba tuanzie hapa kwa sababu tukija na, na, na, na vision yetu ingine mpya, mara kuna miradi tuta, tutaacha kama ikichechemea. Kwa hiyo niombe sana tuanze pale tulipoishia. Jambo langu la pili ambalo linakuwa kama vipambele, Mheshimiwa Madiwani, nafahamu sana kipindi cha mvua halmashauri ya jiji la Arusha inakutana na, na changamoto nyingi sana, na Mheshimiwa Joseph Modest Mkude ni shahidi sana maandamano ya hapa na pale, wananchi wamefunga barabara, diwani katembezo kwenye madimbwi ya maji, ni kwa sababu ya ubovu wa barabara bara. ni wahakikishe kwamba jambo lile sasa litaenda kuwa historia. Na mkurugenzi, nikuombe, najua kuna mahuisho ya bajeti. Wakati tunahuisha bajeti hii ya nusu ya mwaka, kipaumbele kikubwa sana tupeleke kwenye bara. barabara ili barabara zetu ziweze kupitika katika wakati wote wa mwaka. Arusha oye! Lakini sambamba na hilo tutahakisha tunajikita kwenye kuweka vivuko, tutajikisha tunajikita kwenye kuweka mitaro ya maji ya mvua, lakini baadaye tutaweka na nini na vifusi kwenye barabara zetu. Bahati nzuri tunayo mota greda mpya tulimunua mwaka uh, jana, kwenye baraza lilopita. Tuna magari makubwa mapya mawili ambayo yataenda sasa kufanya nini? Kufanya zoezi hilo na kuhakikisha barabara zetu zinakaa salama zinakaa vizuri, na waheshimiwa madiwani, mtakuwa mkitembea kifua mbele kwa ajili ya kuwa na barabara sahihi. Na mimi naamini baraza hili la 2025 2030 ni baraza itakayoweza kufanya miradi mikubwa sana ya kimkakati na maendeleo, na sina imani kama kuna diwani atakimbizwa tena na wananchi kwa ajili ya ubovu wa barabara zetu. Hicho ni kipaumbele cha kwanza, lakini cha katika kipaumbele hicho hicho tutaangalia pia kuweka taa za barabarani tutaangalia namna ya kuweka kamera haswa kwenye eneo hili la CBD kwa sababu huu ni mji wa utalii, lazima tuhakikishe tuna usalama wakati wote wa wa mwaka. Na niseme tukitoka kwenye barabara hatutaishia kwenye barabara. Nilisema awali kwamba kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 Arusha ilikadiriwa kuwa na wakazi laki sita na kumi na saba kwa wakati ule, maana yake katika takwimu zile ilionekana vijana ni zaidi ya asilimia sitini. Tuna changamoto kubwa sana kwenye eneo la ajira. Waheshimiwa madiwani, itabidi tukae chini tuangalie kupitia asilimia kumi ya ile ule, ule mfuko wa kina mama vijana wa, watu wenye ulemavu tuangalie namna ya kuelekeza zile hela kwenye kwenye kwenda kutengeneza ajira. Bahati nzuri Mheshimiwa wa mbunge Paul Christian Makonda na, na, na naibu wa waziri wa habari, utamaduni sanaa na, Miche, na michezo naye amejidokeza ame kwamba ameweza kuwashawishi wawekezaji wa, wa zaidi ya elfu moja watakaoenda wa kuwekeza kwenye eneo la viwanda kwenye sekta ya viwanda. Kwa yote hiyo ni katika kutengeneza ajira. Kwa hiyo, waheshimiwa madiwani, katika hilo pia tusimame imara, kwa sababu taifa lenye vijana ambao hawana ajira ni changamoto kubwa sana, na ninyi mnaona sasa hivi wale wanaochochea uh, vurugu na fujo wanapitia wanapitia kupitia wapi? Kupitia vijana wetu. Kwa hiyo lazima ufikirie nje ya box. Eneo lingine ambalo na fikiria sana kwamba tuta tutaweka nguvu zetu kubwa ni kwenye eneo la utalii. Tukumbuke Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan ni kinara wa utalii na jiji letu la Arusha ni lango la utalii na watalii kwenda kwenye hifadhi zote zilizoko kaskazini mwa Tanzania. Maana yake tutafanya maboresho makubwa sana kwenye sekta ya utalii na tutaanza na usafi wa mazingira. Jiji letu lazima liwe safi. Tunataka Arusha iwe na hali kama ambayo inayo jiji la Kigali. Kigali ndio jiji safi kuliko majiji yote katika bara letu la Afrika, na nategemea jiji la Arusha litakuwa jiji linalofuata katika utaratibu huu. Tushirikiane katika hili uh, watu wa sekta ya afya, idara ya afya, mkurugenzi, naomba waweke nini, waweke mguu sawa. Niwaombe mimi, kwa kawaida sio meya mwenye vurugu, lakini katika hili la usafi, ndugu zangu, niombe hebu kila mtu afanye kazi. Mawakala wa tanga tuliwapa mikataba ya miaka mitatu kipindi fulani, kwa ajili ya waweze kuaminika na na financiers na mabenki, lakini magari bado naona yanakuwa kama sio sawa yale magari ya kuzoa taka. Wao inaomba sana kila mtu afanye sehemu yake kuhakikisha jiji letu linakuwa safi. Lakini kwenye sekta hiyo ya utalii, Arusha nyinyi mnajua tuna aina kama tatu au nne za utalii. Kuna utalii wa safari ambao ni huwa kawaida wa wageni kwenda kwenye hifadhi zetu za uh, wanyama, lakini kuna utalii wa, wa wa, wa, wa mikutano kitu ambacho kinafanyika kwenye ukumbi wa Arusha International Conference Center, lakini jiji pia tumejenga ukumbi pale eneo la Levolosi. Kwa ajili ya kuhakikisha utalii huo na, huo unaleta wageni wengi katika jiji letu. Kwa hiyo sababu na hilo tutaenda pia na utalii wa kimichezo. Tutataka kuleta wageni katika jiji letu la Arusha kwa ajili ya mechi mbalimbali na haswa tunategemea pia. Kuna kipindi fulani tuliongea na kuongeza sama ya kununua timu ya daraja itakayocheza Premier League, lakini kwa bahati mbaya hatukuwa na uwanja kwa hiyo mimi ninaamini baraza hili litakuwa baraza la kwanza simu ya mpira wa miguu ambayo italeta italeta taeta ya katika timu zingine katika jiji letu la Arusha. Hii e, ni katika kumwonga mkono Mheshimiwa Rais Dkt Samia Suluhu Hassan kwenye ile azma yake kubwa ya kuipaisha Tanzania kimataifa kwenye sekta ya utalii. Sasa tutapitia safari, tutapitia michezo, tutapitia mikutano, lakini tutapitia pia utalii wa kimatibabu Kituo cha afya cha Karoleni ambapo mimi ni diwani pale, nimeanza kupokea wageni kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kufanya vipimo pale. Kwa hiyo naye ni nini na aina nyingine ya utalii. Kwa hiyo washiriki wa madiwani, tushirikiane sana kuhakikisha kwamba jambo hilo linaenda sawa. Kwa hiyo sasa naye pia hatutarudi nyuma. Najua tumejenga shule nyingi, na mimi nguvu yangu au mkazo wangu, twendeni kwenye kukarabati. Kuna saa tunajenga matunda ya peo wakati mengine yameziba. Kwa hiyo ya niombe, twendeni tukafanye ukarabati wa maeneo ambayo yameshajengwa lakini yameharibika. Hiyo ni jambo la msingi sana. Hali kadhalika kwenye sekta ya afya, tutaenda sambamba hivyo hivyo. Ni ni mkurugenzi, naomba jambo moja kwenye sekta. Unajua haya yote nayasema, lakini mwisho tutahitaji pesa. Haya yote nayasema, lakini mwisho tutahitaji nini? Pesa. Kwenye ukusanyaji wa mapato ya ndani, mkurugenzi timu yako ikae sawa, pia sio kwa ajili ya kuitisha mtu yoyote, lakini tunataka tukusanye mapato kwa asilimia zote zinazotakiwa, ili tuweze kwenda kupeleka kwenye miradi ya maendeleo. Sasa tutaangalia tutafanyaje, tutaongea kwenye kamati ya fedha, tutaongea kwenye kamati mbalimbali, ili tuweze kukusanya mapato. Nikielekea mwisho, Mheshimiwa Madiwani, baraza la madiwani linatengenezwa na madiwani pamoja na wataalamu sisi si, ni timu moja. Sitegemei unakuja kwenye baraza la madiwani kuwakamia wataalamu. Sitegemei kuja kuwakamia, hapana. Sitegemei unaenda kwenye ofisi ya kata kwenda kumshughulikia mtendaji wa kata. Maendeleo hayaende kwa utaratibu huo, tuende tukishirikiana na wataalamu. Pale ambapo kuna changamoto, tukae tuangalie namna ya kutatua, lakini sio kufanya migogoro, haifai. Unamkuta mtendaji pale, kazi yako ya kwanza kuanza yakwanza, unataka kuanza kumshughulikia, hiyo sio utaratibu mzuri na nyinyi watendaji, watumishi wa halmashauri, fanyeni sehemu yenu. Ukiona diwani anakushughulikia pengine, kuna saa wewe ufanye nini sehemu yako. Kwa hiyo kila mtu afanye sehemu yake, ili halmashauri yetu iende mbele. Arusha oye, Arusha oye, oye. Ndugu zangu, nina mambo mengi ya kusema, lakini kikao kimekuwa kirefu kidogo. Mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, nafikiri utakuwa mkuu wa mkoa eh. Nimekutabiria mara mbili mara tatu. <laughs> Mkuu wetu wa wilaya ana dharura mahali lakini kwa namna ya kipekee niwaletee salamu za Mheshimiwa naibu waziri wa uh, habari, utamaduni, michezo na sanaa, Mheshimiwa Paul Christian Makonda Mbunge. Ana maono makubwa sana na jiji letu la Arusha, alitamani sana asubuhi kwa mahali hapa, lakini leo kuna semina ya mawaziri na manaibu waziri. Kulikuwa na semina ya mawaziri na manaibu waziri, na manaibu waziri alitaka sana kuja hapa lakini ameshindwa, alish, amesema yuko sambamba na nyinyi ana maono makubwa mno, yani Arusha ambayo Makonda anaiona ni Arusha ambayo pengine ni Arusha ya miaka 20 30 50 nayo kuja, ni Arusha ambayo itakuwa bora sana. Kwa hiyo amewasalimia na amesema yuko sambamba na sisi, lakini pia tuunde mkono tumpe moyo. Viongozi wenye maono makubwa wana wa changamoto ya kukata tamaa sometimes kama aa, hata pata uungwaji mkubwa wa wa mkono. Kwa mfano ee, utalii amesema tayari amepata uwekezaji Hamsini, ambao, wapo tayari, zaidi ya 50 ambao wapo tayari kufanya uwekezaji wa hoteli za nyota tano ndani ya jiji letu la Arusha hoteli ya nyota tano ni kama hoteli ya Grand Melia. Sasa zijengwe hamsini katika jiji la Arusha hiyo ni kiasi gani cha ajira inaenda kutengenezwa? Kwa hiyo mheshimiwa Makonda na anaosadia sana na o kwenye baraza linalokuja au pengine kesho anaweza akaja. Ndugu zangu nizidi kwa shukuru sana niwatakie kila ilonyema madiwani wapya, ambao sio wapya, sasa kila mtu ameapa ni diwani pia. Ywa, ili baraza ni la upendo na mshikamano, tuungane kwa pamoja tufanye kazi. Ninajua tuna changamoto nyingi kwenye kata zetu, na mimi nimea nime, nime wapata y kutembea mitaa yote 154 kwa hiyo najua changamoto ya kila mtaa na nitakuwa meya ambaye hakae ofisini, kule kwenu tukifanya kazi. Kwa hiyo niwatie moyo, mechagua chaguli sahihi, mefanya kazi kubwa, tuendelee mshikamano. Wataalamu niwatie moyo, hatujaacha kuwashughulikia tumekuja kuwatia moyo, lakini tutaenda kwa mwendo wa kasi, wataona tunasoma sawa. Tutaenda kwa mwendo wa nini? Tutaenda kwa mwendo kasi kwa sababu tuko nyuma sana, lakini wahakishie tuko salama. Madiwani pia mko salama, kwa hiyo maana yake wote kwa pamoja tuko salama. Mwisho tu tunapoona ah, hatuja kuweka kwa refari. Sasa hizi ni mea, unajua, si unajua. <laughs> soja ndani ya ah, lazima tuelezane, sio jamani. Mwisho kwa wilaya, mimi nikupongeza sana umefanya kazi kubwa na wilaya yetu kwa salama, ulileta wakati wa maandamano kwa kitu fulani, lakini umeadhibiti sana. Kwa hiyo kutia moyo ni kuongeza sana. Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, Dr Wilfred Wallace, wa mwenyekiti kweli mwenyekiti, mfano jamani, pigeni mwenyekiti makofi. Kufanya kazi kubwa sana, ni kutia moyo sana. Mwenyekiti unatupeleka vizuri. Bila kusahau mwenyekiti wa WDP, ambaye kwa mahali hapa mwenyekiti kuongeza sana, unapiga mwingi kweli kweli, lakini viongozi wote wa chama walio mahali hapa, Mungu awabariki sana kwa sababu sasa kama mwenyekiti wa kikao hiki sasa nitamke rasmi kwamba kikao cha kwanza cha, cha Baraza la Madiwani wa Halmashauri ya Jiji la Arusha cha mwaka 2025 25 augazi kwamba nimekifungua rasmi. Asanteni sana.